Hii ni Tan Business Channel online television nikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Kuna kipindi kile kwa biashara kwa mtaji wa laki moja, na walikuwa skeptical, yani walikuwa hawaamini, wanasema sasa hivi hakuna biashara laki moja. Sasa leo nimerudi tena na part 2. bado nikisisitiza kuwa inawezekana kuanzisha biashara na mtaji wa shilingi laki moja mradi tu ufuate taratibu ambazo ninakueleza. Karibu tuendelee kuwa na kipindi chetu. Kipindi kilichopita nilielezea jinsi unavyoweza ukaanza biashara ya e, unga wa lishe, lakini pia nilizungumzia jinsi unavyoweza ya pina tibata yaani ile siagi inayotengenezwa kutokana na karanga na pia tulielezea jinsi ambavyo unaweza uka, uka, ukanunua vifaa kwa ajili ya sherehe mbalimbali hasa za watoto. Sasa leo tunaendelea kuelezea biashara nyingine kwenye hii part two, nakupa biashara nne zilizobaki kukamilisha ile orodha ya biashara nane za ajabu. Hizi ni biashara ambazo unaweza kuzianza leo ukiwa na mtaji wa shilingi laki moja tu mfukoni mwako, na nimekutafutia zile ambazo zina faida kubwa na hazihitaji uwe na ofisi kubwa, mahali kama kari yako kwa hapa Dar es Salaam. Sasa hebu tuangalie, huduma za picha za pasipoti. Hii nayo ni biashara ambayo unaweza ukaanzisha kwa mtaji mdogo. Hebu tuangalie biashara ya picha za haraka au kama ngo wanavyoita passport size photography. Watu wengi wanasema Mr. Mwambola Mwambola, si nahitaji kamera kubwa ya milioni na studio ili kufanya hiyo kazi? ukweli ni huu teknolojia imebadilisha kila kitu kila siku watu wanahitaji picha za pasipoti kwa ajili ya fomu za benki, vyuo, NIDA au leseni, na hawapendi kwenda studio na kusubiri masaa mawili. Sasa jinsi ya kuanza na mtaji wa shilingi laki moja ni kama ifuatavyo. Hapa ndipo akili inapotumika. Usinunue kamera, tumia smartphone ulionayo mkononi kwako kamera za simu za kisasa zina quality kubwa sana, ukipata mwanga mzuri. Sasa hebu tuangalie utakavyogawanya mtaji wako wa laki tano. Kwanza unahitaji printer ndogo au ubia. Sasa hii ni shilingi elfu themanini. Unaweza kununua portable photo printer ndogo kama vile ya Canon ukiipata kwa bei rahisi lakini njia ya kijanja zaidi kwa kuanzia, usinunue printer bado. Jambo la pili ni karatasi za picha, hii hapa ni elfu ishirini na tosha. Nunua bando la photo paper eh, ambayo ni za high quality. Tatu ni uchapishaji, kwa utaratibu au mfumo wa partnership. Tengeneza makubaliano na stationery yenye printer nzuri ya rangi jirani na eneo ambalo wewe unafanya kazi na karibu na ofisi nyingi. Wewe kazi yako ni kuwa mobile photographer. Unasimama karibu na ofisi za serikali au vyuo. Unawapiga picha wateja kwa simu yako kwenye ukuta mweupe ya ambapo ni kama background. Unaedit haraka kwenye simu kuweka size sahihi na unakimbia kuprinti kwa jirani au unatumia printa yako ndogo ulionunua. Sasa kwa nini inalipa? Ukipiga picha nne, yani seti moja, gharama ya kuprinti ni kama shilingi mia tano hadi elfu moja. Wewe unamtoza mteja shilingi elfu tatu hadi elfu nne kwa sababu unampa huduma ya hapo hapo, yani instanti. Hiyo ni faida ya karibu shilingi elfu mbili mia tano kwa mteja mmoja. Ukipata wateja kumi tu kwa siku nawastani vinapatikana kwa bei ya jumla kati ya